ibihe byiza kuri kurimo mwese mwese mu kubana natwe no kuri sheni ya Kizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tugarukaho umunsi ku chu, munsi incuti zacu muherereye mu mpande zigiye zitandukanye mwese, mwese mbahaye ikazi ejo, hari ku itariki makumyabiri n' umunani z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu ejo urwego urugu rw'umuvunyi rushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane nibwo rwasuye abaturage bo mu karere ka Nyamasheke rubakangurira inda gutanga ruswa ndetse no kuyigaragaramo rwakomeje rwibutsa aba baturage ko gutanga ruswa ari uwayitanze ndetse n'uwayihawe bose bahanwa n'amategeko uru rwego rw'umuvunyi rwabanje kuganira n'abaturage bo mu murenge wa Kanjongo akagari ka Raro aba baturage bagaragarije urwego rw'umuvunyi mukuru Nirere Madeleine ko inzego z'ibanze zikibaka ruswa

ya yasoreje aa baturage bo mu murenge wa kanjongo ababwira yuko iki kibazo cyaruswa kuri bo agisigiye inzego z'ubuyobozi bw'akarere kugira ngo zikomeze kukiteho kandi gikemuke uyu muyobozi yasoje urugendo yari yakoreye muri uyu murenge wa kanjongo akomereza urugendo rwe mu murenge wa gihombo kuganira n'abaturage bahari icyakora

abaturage benshi bari bafite ibibazo bigiye bitandukanye bita hari abaturage bari bafite ibibazo icyakora abaturage benshi bari bafite ibibazo bigiye bitandukanye ariko babiboneye igisubizo hari abaturage bari bafite ibibazo by'umuhanda Kivu Berite bahuye n'ikibazo cyo kudahabwa ingurane y'ubutaka bwabo bwangijwe n'uyu muhanda wa Kivu Berite icyakora ku bw'amahirwe babiri muri bo bari bafite muri bane

uru rugendo rero rwakorewe hano muri uyu murenge wa Gihombo nta bibazo bidasanzwe byaje kugaragara aha ngaha icyakora e hari ikindi kibazo byaje kugaragaramo gusa byarangiye neza inama zashoje neza ibibazo byinshi byari byazanywe kugira ngo bikemurwe n'uyu muvunyi mukuru